Hey guys welcome back to my YouTube channel. Karibuni sana katika chanel yangu ya Hapa Nilipo. My name is is Glory and we can see the sun is about to go sad. Yani ikifika saa kumi tu jua linazama like how how jua di, linazama saa kumi jioni yan yani, yani ungejua o unapenda baridi kiasi chake lakini nikiona jua likiondoka yani yani, unaonaje? Kuna gloomy gloomy tu yani, kunanipa vibe ya Europe like why why tunaishi kama tuko Europe. Europe 24-7 is just gloomy, raining, mm? lakini amantini, si kweli? Anyway, so we are right here at the park. Nakumbuka hii park, park, ilivyokuwa ina, ina miti like you know, ma, majani, like you you know know majani like miti ilikuwa imejaa majani. Ona sasa hivi, hii ndo maana ya fall. Eh, yaani majani yote hao, eh? majani yote yameondoka, jamani, umebaki mti huu tu tena, na yenyewe yameshakuwa like, no? yeah, like, they about to fall. Ikipita tu upepo hapa, that's it lakini mengine yote jamani, embona uh, oh. eh. hisithef eh, mpaka next year spring. Hii hapa bado ina majani ya kijani kijani yayobaki huwapa tayari ndo ayapasha nguka yote hapa. Mm. Mm. Ndo umebaki kidogo, huu wote imeshaisha kabisa. Ameshaisha yote. Mm. Next year spring nitawaleta hapa tena muone kulivyo. Message. Kuna mtu alireply kwenye video yangu ya jana alisema hivi: Glory, kuna raha gani ya kuishi Marekani? Ungejua hilo swali eh, sometimes unaweza kulijibu, afu mtu anakuambia kwa nini uko Marekani, unajua mtu akisema <laughs> <Unazo, unajua? laughs> kuna raha gani ya kuishi Marekani? Hivi unajua Marekani jinsi ilivyoji advertise, hivi unajua wewe kuji advertise kwamba wewe ni mtu mzuri eh? wewe ni mtu mzuri, kujiadvertise kwamba wewe unasaidia watu, kujiadvertise kwamba wewe unapenda watu, kujiadvertise kwamba wewe ni tajiri, kujiadvertise kwamba wewe yani, unajiadvertise sekta zote eh? lakini deep down, unajua wewe ni nani, yani unajua wewe ni nani nah. <laughs> ile ile dosi, si semaje? Short and clear, ni kwamba mm? katika kuji, kuji advertise kwamba ma, na, kwamba ni nchi nani, yani ni nchi ambayo ni nzuri na nini, ase hiyo tunyoshe tu, tu, mikono hiyo imejita, yani ni 100 over 100, yani imejisifu, unajua, imejisifu sana, lakini kiukweli mtu anayejua ni yule mtu anayekaa hapo. Watu wanaokaa Marekani ndo wanajua Marekani yenyewe ikoja hivi. Jamani, mmeona watu wengi sasa hivi wanaenda kuishi nchi za Asia eh? wanakuja kushanga wanashangaa, eh? Wamarekani wengi ukiangalia YouTube, yani kama unaangalia YouTube unaweza ukaelewa. Nje ya Marekani wanaenda nchi nyingine, wanashangaa vyakula, wanasema wanashangaa hata miti ya matunda kuna watu hawajawai kuona ndizi tunda, yani mti wa ndizi, unaona mgomba ule, kuna watu hawajawai kuona hawajawai kuona like banana tree, hawajawai kuona. Kuna watu yani kula kile chakula organic kile eh, wao ni kama like, unaona kuna watu hawajui, kama kuna watu wanamiliki nyumba paid off Yaani, unaona sisi Afrika, nyumba ukinunua ni nyumba yako, umenunua kwa cash. kuna watu hawaamini kama kuna watu wanaweza kufanya hivyo, wanajua ni payment, wao unalipa tu kidogo kidogo, kuna watu hawajui hilo hmm. Na uh, najua kuna wengine hamtaamini, lakini kuna watu ku Marekani hawaj... Yani ndo sasa hivi mi nakwambia hmm? internet ime imefichua vitu vingi sana sana kuna watu gani? Kuna watu wanashangaa eh? Wanashangaa kwamba kuna watu mtu anaweza kakaa nyumbani kwake, yani hii nyumba amenunua yeye kwa hela yake, ili gari amenunua yeye kwa hela yake bila payment plan, na ni gari zuri, acha ige gari la nani, hizi gari zuri tu mtu kanunua kwa hela yake eh? tena naishi ya Afrika tena amenunua zero mileage. Kuna watu hawaamini, yani ile gari sio kama eti analipa insurance nani, analipa sijui payment plan kila mwezi sijui, no. Wanashangaa unaweza kufanyia hivyo, yes, eh? Wanashangaa kwamba nyumba, kuna mtu anakaa kwenye nyumba imezungushiwa ukuta <laughs> I say. kwa hiyo huku Marekani watu ambao wanakaa kwenye nyumba ambayo imezungushwa ukuta ni matajiri eh? yani ni matajiri, na kila nyumba inakuwa imezungushiwa ukuta, so kama hii hapa haijazungushiwa, yani zote kwenye hiyo neighborhood zinakuwa hivyo Heh. kuna watu wanashangaa kwamba Afrika eh? kuna watu wana own nyumba inazungushiwa ukuta, kuna ukuta. Yes, nyumba zako hazina ukuta mpaka uende kwenye neighborhood ambao those people are rich rich. Kwa hiyo ndugu yangu eh, yani hapo ulipo ndo watu huku matajiri, kama wewe unakaa kwenye nyumba ambayo ina geti, ina ukuta. Mimi naomba jamani, tumia vizuri simu yako, tumia vizuri Google, ingia YouTube, angalia angalia Google tu, LA au Miami, angalia zile nani nyumba za kule eh, yani wewe google nyumba za Miami zikoje? Mm -hmm, andika super rich neighborhood in Miami. <laughs> Andika ata rich neighborhood in Tennessee, yani wewe state yoyote unayoipenda. No, no, google nani nyumba zao zilivyo, utakuwa mm -hmm. utakuwa shock Eh, yaani kuna mtu anakaa pale Sinza na nyumba yake ina geti, ila hiyo ni nyumba yake kailipia mwenyewe, yaani kaijenga, so eti kalipia kajenga, na ina ukuta ina geti. Na nauliza kuna Marekani mmoja hivi anakaa Tanzania, sijui ni wapi, anawambia wenzake njooni, hii ni nyumba yangu, amejenga nyumba, nadhani amemuoa Mtanzania, ana nyumba nakuambia, anakaa kwenye balkoni yake Hey, anawaambia wenzake Wamarekani wenzake, hii ni nyumba ni yangu. Wanamuuliza mbona ina geti? <laughs> Anawambia that security, hiyo ni security wall. Mwenzao hawaamini hey, kwa sababu wameshaaminishwa kwamba Afrika sisi tunakaga na na, na, na wanyama na animals. Ngoja mimi nivu, nivu, the first time nivyoanza kazi eh? <laughs> <laughs> ambia, oh my God, so, unaonaga simba like, just normal, lani like, kawaida tu. Mara kwanza ilikuwa ni bodha. <laughs> Sijawahi kuendaga kwenye mbuga za wanyama kuona. <laughs> Kwa nini unaniambiaga kwamba mimi yani nakaga na wanyama usambi? <laughs> lakini siku, uh, uh, jinsi ilivyokuwa inaendelea eh, nikua nasema ya na kageneo tunaona every time <laughs> yani, naona kuna nyoka, kuna monkeys, kuna yani, we, we see them every every time, I see them every time, yani inakuwa ni kitu cha kawaida, kwa sababu hata mimi sio mjinga. Wao oh, ndo wajinga eh? kwa sababu kuna internet, wao ni jamani nani jinsi Afrika ilivyo hivi kweli kwenye hii karne eh? So enzi tena za, za nini za kuandikiana barua eh? Kuna mtu anauliza kwamba sisi bado tunakaa na wanyama au sijui Afrika sijui ni ni sijui we are poor sijui ya nini, yaani unajua yale mambo ya be, pro, propaganda propaganda kuonyesha kwamba uye nasi zishapata na wakati, yaani zishapata na wakati kabisa. Jamani ingieni Afrika, inaonekana inaonekana Dar es Salaam kulivyo Eh, bonge la jiji eh? Ukiona Moshi ukiona Arusha, koko poa na watu wanaishi kuna, kuna watu wanaishi vizuri Arusha kuliko hata watu wanaishi hapa hmm? It's just the mindset. Wametuharibu yani, wametuharibu, wametuharibu na sisi, nadhani na sisi ndio kama nakwambia ni kujibrand huko <laughs> ndo kujibrand. Marekani inajua jinsi ya kujibrand na inajua jinsi ya kuficha vitu bila visionekane hmm? Kuna vitu vingine havifikagi kwenye media mm? Wanataka kuna vingine vinaonekana ila ukiingia YouTube. YouTube ndo anaonyeshaga watu. Kama wewe unafuatilia tu taarifa habari, hutapata ukweli wa vitu vyote, lakini kama wewe unaangalia social media unaangalia like dani outlets tofauti so tu news, unaweza kujua ukweli wa Marekani hivyo, unaweza nikukwambia. Lakini kama unaangalia tu news, huwezi ukapata ukweli wote, kwa sababu kuna tayari wameshaweka standard ya kuonyesha Marekani kwenye news. Kwenye news it's a different world, lakini ukiingia ma TikTok, ukiingia ukiingia YouTube. Eh, hey, watu siku hizi wanaonyesha na kuonyesha jinsi watu wanavuvuta madawa. Kuna street nyingine hapa hapa tu. Hata kwenye hii miji midogo, kwenye street nyingine ukienda ni balaa. Watu nakwambia ni wamelege ni madawa ya kulevya. Watu wameshaama kwenye hiyo, ndio maana nimekupeleka kule. Watu wanaama kwenye hiyo miji. Sasa miji imeharibika. Hmm? Lakini huwezi ukaenda Moshi, kijiji chochote ukakuta kiko empty. Lazima kuna watu wanaishi. Lazima kijiji kinaendelea, lakini huku unakuta mtaa mzima watu wameama, sijui kwa nini eh? Yaani hata kama kuna shida gani, mbona Afrika shida zipo eh? lakini watu waami, yaani waame waache, waache kijiji waondoke, sijawahi kuona kusema kweli, labda mtu anikorekti hapo chini, lakini naomba nikuambie, Afrika siku moja eh? Afrika mm? Bila, bila Afrika hizi nchi nyingine haziwezi kuishi, ni hivyo tu, wanatuibia ila, za mwizi always arobaini, siku moja tu tutajua worth yetu na sisi eh, tutasimama tu, yani Afrika ndo watu, tutu, yani jinsi Marekani ilivyo jibrand na sisi Afrika siku moja tu, tutakuja kujibrand hivyo hii, hmm? miaka inayokuja na sisi kuna watu watukuwa wanaamia ya Afrika wanaanza, wana, wana, wana, wana, wana, wana, wana kusimulia jinsi Afrika i, dani, i, um, jinsi Afrika ilivyo, lakini inaanza na sisi sisi wenyewe tunatokua tutangaze Afrika, tutafika tu jamani.